Na somo la hisabati sasa litakuwa la lazima katika shule za upili humu nchini kuanzia mwakani. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amethibitisha kuwa kufuatia mashauriano miongoni mwa wadau, Wizara ya Elimu imefutilia mbali uamuzi wa awali kwamba somo hilo halitakuwa la lazima kwa wanafunzi watakaojiunga na shule za upili. Waziri aliyesema haya jijini Nairobi wakati wa kongamano la kitaifa kuhusiana na mtaala wa umilisi wa CBC. Mustakabali wa mfumo wa elimu humu nchini uliangaziwa pakubwa leo katika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta KICC, huku maofisa wa ngazi za juu wa wizara ya elimu, wabunge, waalimu pamoja na wadau wengine wakikongamana kwa mdahalo wa kitaifa kuhusu elimu ya CBE. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba aliyeongoza hafla hiyo alisema mfumo wa CBE ni hatua muhimu katika safari ya taifa ya kuwa na mfumo jumuishi wa elimu ambao unazingatia ukuzaji ujuzi

Midahalo iliyokamilika hivi majuzi katika kaunti ilinakili maoni mbalimbali mbali muhimu ikiwemo kukosolewa kwa uamuzi wa kufanya somo la Hisabati kuwa la hiari outthth Wizara hiyo aidha imethibitisha kuwa wanafunzi watakaojiunga na, na gredi ya kumi mwakani wataweza kuchagua shule watakazojiunga nazo za upili katika muda wa mwezi mmoja ujao.